Majina naitwa Master Wong Creative, mimi ni content creator. Leo niko na challenge moja tu e, naenda kuuliza swali, atakayepatia tampa t-shirt ya kidigitali kama kawaida. Sasa hapa niko na challenge moja ya swali, ukipatia nakupa t-shirt ya kidigitali. Kwa, kwa wiki naonekana mara mbili, ila kwa mwezi naonekana mara moja, lakini kwa mwaka sionekani kabisa. Je, hichi ni kitu gani? Yes, okay, yeah. Mara, yeah. Kwa majina naitwa Master Wong Creative, Eva. Okay, Eva, leo niko na swali moja au niko na challenge moja ukipatia, na kupa t-shirt ya kidigitali sawa. Naonekana kwa wiki mara moja, kwa mwezi mara mbili, lakini kwa mwaka sionekani abadan. Je, yeah, ni kitu gani? <laughs> yeah. yeah. yeah. Kwa wiki naonekana mara mbili sawa kwa mwezi naonekana mara moja, lakini kwa mwaka sionekani kabisa. Je, ni nini? Hey, come look at this. Kwa wiki mara mbili mara <coughs> mbili, labda ni weekends mbili. Kama mlivyoona eh, challenge yetu bwana haikupata jibu kabisa. Sasa basi, hebu tuambie hapo kwenye comment. Eh, ni kitu gani hicho?